Fahamu jinsi Kapteni Ibrahimu Traore alivyoingia madarakani. Kapteni Ibrahimu Traore kwa sasa ndiye rais wa serikali ya mapito wa Burkina Faso. Umaarufu wake unazidi kuongezeka kila uchao kutokana na aina yake ya uongozi pamoja na uamuzi anaoufanya tangu achukua usukani wa kuongoza nchi hiyo. Kapteni Ibrahim Traore ni kiongozi kijana mwenye umri wa miaka 34 anayekabiliana na jukumu zito la kurejesha amani, usalama na maendeleo katika taifa ambalo limekumbwa na migogoro ya muda mrefu. Hatima uongozi wake itategemea uwezo wake wa kushughulikia changamoto za kiusalama na kijamii huku akijenga imani ya raia na jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, dhamira yake ya kuimarisha usalama na hali ya kiuchumi inaashiria mawazo mapya kwa Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traoré, ambaye ni rais wa serikali ya mpito ya Burkina Faso, ndiyo kiongozi mdogo zaidi barani Afrika kwa sasa. Mwanajeshi huyu amejipambanua kama mpinzani wa mikakati isiyofanikiwa ya mtangulizi wake katika kupambana na makundi ya wanamgambo wa Islamic State na al Al-Qaeda. Kuingia madarakani, Captain Traore alimpindua Ruteni Kanali Paul Henri Damiba Septemba 30, 2022. Hili lilikuwa jaribio la pili la mapinduzi ya kijeshi mwaka huo likilenga kukabili mwenekeo wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore alijiunga na jeshi mwaka elfu mbili na tisa na kupanda ngazi haraka akipata uzoefu wa uongozi katika operesheni mbalimbali nchini na kimataifa. Alikuwa miongoni mwa wanajeshi waliomuunga mkono Damiba katika mapinduzi ya Januari ishirini na nne dhidi ya rais Roch Marc Kabore. Hata hivyo, baadaye alikosoa serikali ya mpito ya Damiba kwa kushindwa kuboresha hali ya usalama. Traore alizaliwa mwaka 1988 huko Bondukia katika jimbo la Muhun. Alipata elimu ya msingi huko kabla ya kuhamia Bobu Deoruso kwa masomo ya wa sekondari. Wanaomfahamu wanasema alikuwa kijana mwenye aibu lakini mwenye akili nyingi. Alijiunga na chuo kikuu cha Joseph Kisberbo mjini Wagadugu mwaka elfu mbili na sita akihitimu kwa heshima. Baadaye alijiunga na mafunzo ya kijeshi katika chuo cha George na Moana kilichopo poo na alianza rasmi safari yake ya kijeshi mwaka elfu mbili na tisa alipandishwa cheo hadi luteni kanali mwaka elfu mbili na kumi na nne na kapteni na mwaka elfu mbili na ishirini akihudumu katika vikosi mbalimbali mbali ndani na nje ya nchi Kapteni Traore alihudumu katika ujumbe wa umoja wa mataifa wa minusma nchini mali alikionyesha ujasiri wake wa shambulio la wanamgambo huko tumbuktu mwaka elfu mbili na kumi na nane pia aliongoza operesheni ya kijeshi mashariki mwa Burkina Faso mwaka 2019 na faso iliyodumu kwa miezi saba na kuleta utulivu wa muda mfupi katika eneo hilo. Maneno yake mwenyewe katika mahojiano na vyombo vya habari, Traola alifafanua sababu za mapinduzi akisema, makubaliano yetu ya pamoja yalisalitiwa na kiongozi wetu, kuzorota kwa hali ya usalama, jambo lililotufanya kuchukua hatua kwa maslahi ya kisiasa. Sikuamua kuchukua madaraka, nilichaguliwa na wanajeshi wenzangu baada ya kushindwa kupata suluhu kupitia mazungumzo katika miezi mitatu ijayo lazima tufanye kazi kubwa kurekebisha mambo yaliyoshindikana kwa miezi minne iliyopita. Vipaumbele vyake baada ya kuingia madarakani, Traore aliahidi kupambana na makundi ya kigaidi ili kurejesha usalama. Pia aliahidi kuboresha hali ya kiuchumi, kuimarisha miundombinu na kupambana na ufisadi, kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na mataifa Afrika na washirika wengine wa kimataifa. Changamoto anazokabiliana nazo anakabiliwa na changamoto kubwa zikiwemo za kivita dhidi ya makundi ya kigaidi, hasa kaskazini mashariki mwa Burkina Faso. Changamoto nyingine ni kukosekana kwa imani ya raia kutokana na kuondolewa kwa viongozi wawili wa, wa kijeshi katika kipindi kifupi. Pia shinikizo la kurejea utawala wa kiraia huko kipambana na matatizo ya kisiasa na kiusalama. Mapinduzi ya pili kwa mwaka mmoja. Ibrahimu Traoré alifikaje madarakani? Je, mapinduzi ya Traore ni suluhu au mwendelezo wa machafuko? Tarehe 30 Septemba 2022, na Ibrahimu Traore alimpindua Luteni Kanali Paul Henry Damiba na kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso. Hii ilikuwa ni mara ya pili kwa mapinduzi kutokea ndani ya miezi tisa. Damiba aliyepindua serikali Januari 2022 na aliahidi kurejesha usalama nchini lakini badala yake mashambulizi ya kigaidi yaliyoongezeka wanajeshi na raia walichoshwa na hali hii. Traore, akiwa kapteni, alikuwa kamando ya kikosi kaskazini magharibi mwa Burkina Faso, eneo lililokuwa limeathirika zaidi na ugaidi. Aliwashuhudia wanajeshi wake wakipoteza maisha bila msaada wa kutosha kutoka kwa uongozi wa juu. Kutokana na hali hiyo, wanajeshi wa kawaida waliamua kuchukua hatua. Waliona Damiba kama kikwazo na wakaelekeza imani yao kwa Traore, wakimwona kama mkombozi mpya. Mapinduzi yalifanyika haraka na bila upinzani mkubwa. Traore alitangaza kuwa lengo lake si madaraka bali kurejesha usalama wa taifa na kuandaa uchaguzi wa kiraia. Jumuiya ya Kimataifa, hususan ECOWAS na Umoja wa Afrika, ilielezea wasiwasi wake juu ya mfululizo wa mapinduzi na kutaka kurejeshwa haraka kwa utawala wa kiraia. Traore aliahidi kuimarisha jeshi, kuhakikisha wanapata vifaa bora na kurejesha utawala wa kiraia pindi hali ya usalama itakapokuwa imethibitiwa. Hata hivyo, gaidi haujaisha na baadhi ya operesheni za kijeshi zimekosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Hili linazua maswali: je, uongozi wake una tofauti yoyote na watangulizi wake? Anaungwa mkono na wanajeshi na sehemu ya wananchi wanaoamini bado anaweza kuleta mabadiliko, lakini pia kuna hofu kwamba huenda akajaribu kushikilia madaraka kwa muda mrefu zaidi. Je, Traore ataweza kuleta suluhisho la kudumu kwa changamoto za Burkina Faso au ni mwanzo wa mzunguko mwingine wa mapinduzi? Wakati pekee ndio utatoa jibu. Mustakabali wa Burkina Faso uko mikononi mwa uongozi wa Traore. Je, ataweza kusimamia mageuzi au historia itajurudia? Fahamu jinsi Kapteni Ibrahim Traore alivyoingia madarakani. Kapteni Ibrahim Traore kwa sasa ndiye rais wa serikali ya mapito wa Burkina Faso. Umaarufu wake unazidi kuongezeka kila uchao kutokana na aina yake ya uongozi pamoja na uamuzi anaofanya tangu achukue usukani wa kuongoza nchi hiyo. Kapteni Ibrahim Traore ni kiongozi kijana mwenye umri wa miaka 34, anayekabiliana na jukumu zito la kurejesha amani, usalama na maendeleo katika taifa ambalo limekumbwa na migogoro ya muda mrefu. Hatima uongozi wake itategemea uwezo wake wa kushughulikia changamoto za kiusalama na kijamii huku akijenga imani ya raia na jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, dhamira yake ya kuimarisha usalama na hali ya kiuchumi inaashiria mawazo mapya kwa Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traore ambaye ni rais wa serikali ya mpito ya Burkina Faso ndiyo kiongozi mdogo zaidi barani Afrika kwa sasa. Mwanajeshi huo amejipambanua kama mpinzani wa mikakati isiyofanikiwa ya mtangulizi wake katika kupambana na makundi ya wanamgambo wa Islamic State na al Al-Qaeda. Kuingia madarakani, Captain Traore alimpindua Ruteni Kanali Paul Henri Damiba Septemba 30, 2022. Hili lilikuwa jaribio la pili la mapinduzi ya kijeshi mwaka huo likilenga kukabili mwenekeo wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore alijiunga na jeshi mwaka elfu mbili na tisa na kupanda ngazi haraka akipata uzoefu wa uongozi katika operesheni mbalimbali nchini na kimataifa. alikuwa miongoni mwa wanajeshi waliomuunga mkono Damiba katika mapinduzi ya Januari ishirini na nne dhidi ya rais Loch Mark Kabore. Hata hivyo baadaye alikosoa serikali ya mpito ya Damiba kwa kushindwa kuboresha hali ya usalama. Traore alizaliwa mwaka 1988 huko Bondukia, katika jimbo la Muhun. Alipata elimu ya msingi huko kabla ya kuhamia Bobu Deoruso kwa masomo ya sekondari.